S msafara wa Jipange na Viusasa kwa ushirikiano na Royal Media Services umeingia ukanda wa magharibi, ambapo kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu Steve Shitera atupashe, yuko wapi kwa sasa kwenye msafara huo wa viu, jiunge, Jipange na Viusasa. Bila shaka msafara maarufu wa Jipange na Viusasa umeshatua uh, eneo hili la Mbale. Kumbuka kwamba ni msafara ambao ulianza mapema leo uh, pale Gambogi ukaingia uh, maeneo ya uh, majengo, na hivi sasa msafara uko katika uh, mji huu uh, wa Uh, Chava, uh, Mbale ukielekea Chavakali na ni msafara tu wa kuweza kuzuru uh, na kuwashukuru wafuasi sugu kabisa wa vituo vinavyotawala vya Radio eh, Citizen ambavyo vinatawala mawimbi ya eneo hili Radio Citizen, Sulu FM Vuka FM na uh, pia Mulembe FM. Kumbuka kwamba vinatawala mawimbi ya eneo hili la Magharibi uh, kuweza tu kuwafikishia uh, wasikilizaji uh, matangazo uh, elimu na pia burudani. Viusasa sasa, ni kiunzi ambacho pia uh, kinakuletea vipindi mbalimbali mbali. Kuweza tu kukupa burudani, elimu na kuweza pia kukupa tu habari. Uh, Viusasa ni kiunzi ambacho kimebadilisha maisha kabisa. Kumbuka kwamba maisha ya sasa ni dijitali, na kwenye dijitali utapata Viusasa ambayo inakubadilishia maisha kabisa, na kwa hivyo kwa miaka minane sasa Viusasa imekuwepo. Na inazunguka kuweza tu kukushukuru wewe mtazamaji wa vipindi kwenye Viusasa, kuweza kusherehekea katika shamra shamra hizi za kusherehekea miaka minane ya Viusasa. Sasa na ni kwa hilo wanasema kwamba ukiweza kujiunga na Viu sasa kwa shilingi hamsini, hutaona tu vipindi peke yake, bali utapata nafasi ya kujishindia shilingi hamsini kila siku, elfu hamsini kila siku, shilingi nusu milioni kila wiki na shilingi milioni mbili kwa mshindi mkuu. Kwa hivyo ni njia tu ya kusema asante kwa uh, watazamaji wa vipindi vya Viu sasa. Na Mokaya hapa bila shaka labda ana ujumbe ambako tunaelekea pale Chavakali. Mi hata sina mengi, sina mengi shitera. Langu ni kuambia msibanduke kwa sababu niko katika harakati za kupatiana takriban nusu milioni. Nimeongea Kiswahili nyingi hii watu hivi ama saa moja, tumebakisha kwanza muone nani tunapea ganji sawa sawa, alafu kumbuka, Mr Choka, kusisitiza follow us across all social media handles at Viusasa. Of course kijana wenu hapa ni Mokaya Junior, itawabamba Ah. <laughs> bila shaka Mukaya, na ujumbe huo. Tuko katika eneo la Vuka, magharibi mwa Kenya. Bila shaka watangazaji wamejaajaa. Niko na mkuu wa wa station ya Vuka FM. Aweze tu kutueleza msafara unashika, ama vipi? Ah, kusema kweli tunaona msafara wa Jipange na Viusasa umeshika, na watu wamefurahia sana kwa sababu tunaona wengi wanajaribu sana eh, kusubscribe na wanashinda zawadi hapa na pale, na points zao pia sio mbaya. Ni kitu ambacho kimechangamsha watu sana sana sana wakati huu ambapo tunaelekea katika eh, kufunga mwaka, na tunaona ilikuwa good idea kuleta huu eh, msafara hapa Vihiga. Asante sana, ilikuwa good idea. Msafara unatoka Viiga unaelekea Kakamega. Kakamega, mkuu wa Mulembe FM, watu wanangoja ama wamechoka? A, watu wanangoja kwanza pande za Malava, kambi ya Mwanza, Sigalagala wamengoja sana. Na pia tunafurahia kukutana na wasikilizaji wetu ni mengi, kuna 50,000 kuna half a million, kuna two million, na tunataka hizi pesa zibaki Western kwetu. So watu wetu abandu wefu mjitokeze, tujipange na view sasa. Tukimaliza Viiga tunaingia Sigalagala, Haega, Lurambi, kisha tuingie Kambi ya Mwanza, Malava, Butali, tutamalizia Matete. A, bila shaka unavyoona ni msimu wa mavuno, na hapa kuna mzee ambaye bila shaka eh, ameanika maindi yake eh, ya kauke eh, atueleze tu labda kama ni shabiki wa Vuka FM na kama ni shabiki wa Vuka FM amepata ujumbe wa Viusasa? Nimepata eh, hiyo ujumbe, hata nimefurahia. Nimeona watangazaji wetu wako hapa Mbale nani, nimefurahia sana nimefurahia sana kwa sababu sisi hatuna hatukuwa uh, tumejua sana maneno ya Viu lakini tumefurahia kuwaona wanatuelimisha, na nimefurahi sana sana sana. Mimi naitwa Daudi Mnahela nafanya biashara hapa Mbale town bila shaka Viusasa imefika kijijini mwako, labda uko tayari na simu yako? Niko tayari sana kwa, kwa simu yangu nimepea msichana anajaribu jaribu hiyo, najua tuko sawasawa sawa. Kabisa, asante sana bila shaka nasema tuko sawasawa sawa. Uh, Bungoma wanasema vipi? Bungoma ni kesho, kesho ni Bungoma. Msafara umeanza leo, kesho tuko Bungoma, Kandui, Mayanja, Vitungu, Chwele, Kimilili, Kamukuywa, Naitiri Ndivisi Misihu a Lukuru, alafu Webuye, watu wako tayari, wamengoja msafara waendelee kujipanga na viu sasa. Bila shaka ni kujipanga na viu sasa, na mwenye mikoba ya viu sasa yuko hapa. Esther, tuelezee tu labda tukimalizia viu sasa, unaahidi watu nini? wanangoja sana nasikia. Yes, tunawaahidi gifts mingi sana e, pesa, airtime, t-shirts Umbrellas, aprons na e, merchandise zingine nyingi sana lakini, kwa the most important, tunawaahidi 50000 kila siku, half a million kila wiki, na milioni tatu, milioni mbili katika mwisho wa draw. Na leo tunaenda kufanya draws hapa Chavakali na pia tunawauliza waendelee kutazama vipindi kwenye Viusasa, waburudike, wajifunze na pia waweze kushinda Asante sana, bila shaka huo ni msafara ambao unaelekea Chavakali ambapo kutapatikana mshindi wa shilingi nusu milioni. Kumbuka msafara huu unakita kambi katika eneo hili la Magharibi kwa siku nne hadi Jumamosi. Kutoka Chavakali sina la ziada. Naam, huyo ni Shitera kutoka uh, huko Chavakali Kaunti namba 38 Vihiga. Tunarejea hapa Nairobi ambapo serikali